Msemaji wa serikali Gerson Msigwa alitoa taarifa mara tu baada ya makala ya BBC ama makala ya CNN samahani, kuweza kupeperusha ambayo alionyesha kabisa kwamba polisi ndio waliohusika katika vifo ambavyo vilishuhudiwa katika maandamano ya Oktoba 29. Alikuwa ametoa ripoti hiyo na ilikuwa ni makala ya takriban kama dakika tano hivi, ilifanywa na mwandishi wa CNN, maji wa serikali ambaye anajulikana kama Gerson Msigwa, kaja akasema kwamba serikali ya Rais Samia bana inakwenda kufanya uchunguzi kwanza, igundue kama uh, yaani waweze kuhakiki kwamba hicho ambacho BBC uh, hicho ambacho CNN samahani wali kipeperusha ni kitu cha kweli, alafu na wao watatoa taarifa kwa umma baadaye. Sasa aliyekuwa mbunge wa Mbeya mjini ambaye julikana kama Joseph Mbilinyi, maarufu kama Mr Two, Masugu ukipenda, amemvaa msemaji wa serikali Gerson Msigwa kwenye uh, kupitia kwenye mitandao yake baada ya kuweza kutoa taarifa hiyo, kwamba watakwenda kuhakiki icha ambacho CNN walikifanya, alafu baadaye waje kutoa taarifa kamili kwa umma. Sasa alikuwa ameeka uh, barua ambayo ilikuwa imetolewa na Garrison Msigwa na pale chini akaeka ka, na caption ambayo alisema kwamba this is far too big for you bwana Grishoni na garish, e, Okay, yeah, alafu akusema kwamba haya, haya, yani, uh, kwa haya siyo mambo ya goli la mama pale Lupaso. Haya ni mambo mazito, yani sio umevizoea vitu vya ku, vya kumfurahisha furahisha na, na kumpamba pamba Rais Samia. Haya ni mambo mazito. Ameweka mazito katika herufi kubwa kabisa na kumwambiaje, kaa kimya. Kimya pia kaisisitiza kwa kaka kwenye uh, uh, herufi kubwa. Na pia kumwambia hapa, of course, Sugu ni miongoni mwa wapinzani ama miongoni mwa viongozi ambao huwa wanashabikia mrengo wa upinzani na zungumzia chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Sasa hapa bwana akanamwambia kwamba akae pembeni na akae kimya sana asijaribu kujihusisha na hiki ambacho, uh, CNN wamekifanya, sababu ni kitu kikubwa, kitu kizito sana kwake, sio vitu ambavyo anaweza akajaribu kuingilia. Sasa ni ripoti ambayo ilikuwa imetolewa. Of course, huyu ni msemaji wa serikali. Ndio chote anakisema, sio kama anakisema kwa niaba yake, anakisema kwa niaba ya serikali. Sasa Sugu kuja kumwambia kwamba akae kimya na akae mbali, ina maana kabisa kwamba anajaribu kuiambia serikali kwamba ikae kimya na ikae mbali na haya masuala ya mauaji ambayo alijitokeza, sababu yamefika level tofauti ambayo kila mmoja anajua kabisa kwamba kilichofanyika ni kwamba serikali ndio imehusika katika mauaji kupitia polisi ama vyombo vya dola.